Adamu na Hawa. Umewahi kujiuliza kuhusu wakati kila kitu kilibadilika. Hatia ya papo hapo ilisambaratika na ulimwengu ukawa kama ulivyo leo. Hebu fikiria ulimwengu usio na huzuni, bustani iliyojaa uzuri na wingi. Hii ilikuwa Edeni, patakatifu palipotengenezwa na Mungu, kimbilio la Adamu na Hawa. Mungu alitembea pamoja nao, akiwapa kila kitu walichohitaji. Waliishi kwa upatano kamili na asili, bila kujua mateso au kifo. Uwepo wao ulikuwa safi, onyesho la upendo wa kimungu. Lakini ndani ya paradiso hii, kivuli kilitanda. Mungu aliwapa amri moja: wajiepushe na matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Hili lilikuwa jaribu la imani yao utii wao. Nyoka mjanja na mdanganyifu, aliteleza kwenye ulimwengu wao wa kijinga ilitilia shaka nia ya Mungu, ikinong'oneza mashaka katika sikio la Hawa na kupanda mbegu za uasi. Nyoka alimjaribu Hawa, akiahidi kupata nuru na nguvu. Alidai tunda lingefungua macho yao na kuwafanya kama Mungu. Mvuto wa elimu iliyokatazwa ulionekana kuwa na nguvu sana. Hawa alishindwa na kishawishi, akachuma tunda na kula, kisha akampa Adamu ambaye pia aliasi amri ya Mungu. Wakati huo, kila kitu kilibadilika. Macho yao yalifunguliwa lakini si kwa jinsi nyoka alivyoahidi. Waliona uchi wao, udhaifu wao. Aibu na hatia zilitanda juu yao na kuchukua nafasi ya kutokuwa na hatia. Mungu akawakabili na wakajaribu kuficha uasi wao. Lakini hakuna kinachoweza kufichwa kutoka kwa Mwenyezi. Walifukuzwa kutoka Edeni, paradiso yao ikapotea milele. Kutotii kwao kulileta dhambi na mateso ulimwenguni. Kifo, maumivu na magumu yakawa sehemu ya uzoefu wa mwanadamu. Maelewano kamili yalivunjwa, mahali pake palikuwa na mapambano. Hata hivyo, hata katika anguko lao, Mungu alitoa mwanga wa tumaini. Aliahidi ukombozi, njia ya kurudi kwake. Ahadi hii inarejea katika vizazi vyote, ushuhuda wa upendo wake wa kudumu. Hadithi ya Adamu na Hawa ni ukumbusho wa umuhimu wa utii na matokeo ya dhambi. Inatufundisha kupinga vishawishi na kutumaini hekima ya Mungu. Tujifunze kutokana na makosa yao na tujitahidi kuishi maisha yanayompendeza. Hebu tutafute msamaha wake na kukumbatia tumaini la ukombozi. Utafanya nini na maarifa haya? Je, utachagua njia ya utii au utakubali kunong'ona kwa nyoka? Tafakari juu ya hadithi hii, omba mwongozo, na ujitolee kuishi maisha yanayomheshimu Mungu. Shiriki video hii na mtu anayehitaji kusikia ujumbe huu na ujiandikishe kwa hadithi nyingi za kutia moyo kutoka kwenye Biblia.